Kila mwanadamu Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amemjalia ana chumo lake, ana riziki yake, kama alivyosema ndani ya surat Hud, wama min dabatin fi lardhi illa alallahi rizquha. Hakuna kiumbe yoyote katika ardhi ambaye yuko hivi hivi tu isipokuwa kiumbe huyo mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ana riziki yake, kila kiumbe, kila mwanadamu ana riziki yake tena wayalamu mustakaraha, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anajua mwanadamu huyu kwa hali yake aina yoyote, wapi mwanadamu huyu atakaa. Wayalamu mustaudaaha, na wapi mwanadamu huyu atakwenda, atachuma, atatafuta. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala vyote hivyo anavifahamu na vyote hivyo amevipanga kwa kila mwanadamu, na ndio maana tuna machumo ya aina tofauti tofauti, yuko mwingine riziki yake mpaka indiye shambani kulevia watalima atapata chakula atapata mazao ambayo atapeleka kwa wafanyabiashara na atapata fedha. Wako wengine riziki yao wao wamejaliwa ni riziki ya kufanya biashara, wako wengine mpaka wakachimbe, wako wengine mpaka waende wakanyanyue matofali, wako wengine wakafanya kazi mbalimbali, ndio watapata riziki. Yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakadiria kwa kila mwanadamu. Lakini ndugu zangu, ni katika imani tunapaswa kufahamu ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala latifun, ni mpole sana kwa waja wake kama alivyothibitisha kwa kusema, Allahu latifun bi ibadihi yarzuku man yashau wa huwa lqawiyu laziz. Mwenyezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni mpole sana kwa waja wake, anamruzuku amtakaye, na yeye Allah tabaraka wa Ta'ala ni mwenye nguvu, na yeye Allah tabaraka wataala ni mshindi. Kwa maana hiyo basi, kila mwanadamu ana riziki yake ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemwandalia, na kila mwanadamu ana chumo lake ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemwandalia pasi na tabu yoyote, pasi na shida yoyote. Na yote haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameyathibitisha katika hadithi al-Qudusi ambayo Mwenyezi Mungu anasema: yabna adam, ewe mwanadamu, khalaktuka li ibadati mimi Mola wako nimekuumba kwa ajili ya ibada. Fala tal'ab, basi usifanye mchezo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametuumba kwa ajili ya na ibada. Na ndugu zangu katika imani, tutambue al-ibadatu min asbabi rizqi, ibada ni miongoni mwa sababu ambazo zitakupelekea wewe kupata riziki ili uipate riziki yako vizuri na ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikunyime. Basi jitahidi katika ibada na ndio maana katika hadithi lqudusi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala ameanza kwa kusema yabna adam, ewe mwanadamu, khalaktuka liibadati, nimekuumba kwa ajili ya kuniabudia. Kwa maana lengo la kuumbwa wewe mwanadamu ni ibada, na katika Qurani Allah mwenyewe anasema wama khalaktu ljinna walinsa illa liabudun, sikuwaumba wanadamu wala majini hivi hivi tu, isipokuwa nimewaumba viumbe hawa, lengo kubwa wapate kuniabudia. Kwa hiyo Allah anasema khalaqtuka liibadati fala taa, mwanadamu nimekuumba kwa ajili ya ibada, na wala usifanye mchezo, usicheze jipinde katika ibada. Lakini jambo la pili, wakasamtu laka rizkuka fala tata, mwanadamu mimi tayari nimekushakugawia ya riziki yako, nimeshakupangia ya riziki yako, wala usipate tamaa Riziki yako tayari, Allah Tabaraka wa Taala ameshaiandaa, ni special kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo usipate taabu ya aina yoyote ile. Kwa hiyo, hiyo riziki yako ipo. Riziki anta unaipataje? radita bima qasamtu lak, ikiwa wewe mwanadamu utaridhika kwa yale ambayo mimi nimekukadiria wewe, we mwanadamu, riziki ambayo Mwenyezi Mungu anakukadiria na riziki tumesema zipo za aina mbili kuna riziki ambayo yenyewe inakutafuta hivyo e, na kila mmoja yawezekana katika maisha yake ni shahidi. Umekaa chakula kinakujia, mtu anakuletea, mtu anakuletea fedha, anakuletea huduma mbalimbali ambazo wewe hukuzipatia shida ya ibn Adam Kasamtu laka rizqaka fala tata, nimeshakugawia rizki yako nimeshakupangia rizki yako na wala usipate tabu. Kama hivi tumeona aina ya kwanza ya rizki, ile ambayo rizki inakufikia nyumbani kwako, basi na wewe kuipatia shida yoyote. Na aina ya pili ya rizki ni rizki ambayo wewe unatakiwa kuenda kuitafuta kwa kufanya kazi mbalimbali, na Allah anasema tayari nimeshakupangia rizki yako fungu lako la rizki, na wala usipate tabu. Kwa hiyo itakapokuwa wewe umeridhia bima kasamtuhu laka, yale ambayo nimekugawia, yale ambayo nimekupangia, arahtu qalbaka wabadalaka, nitastarehesha moyo wako, nitaupumzisha moyo wako, nitaufanya moyo wako usiwe na mawazo ya aina yoyote yale ya kuhusiana na rizki, kuhusiana na chakula, kwa sababu wewe umeridhika kwa kile ambacho mimi nimekupatia wabadanaka, na vile vile nitaustarehesha mwili wako nitautuliza mwili wako. Wakunta indi mahmudan, na wewe mwanadamu mwenye sifa ya kuridhika kwa kile ambacho mimi Mola wako nimekupatia, basi mbele yangu mimi utakuwa ni mheshimiwa, utakuwa ni mwenye daraja, mwenye nafasi iliyokuwa nzuri ya kutukuka mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo ndugu zanguni, na kuhusieni kwa kupitia kipande hichi pamoja na kuihusia nafsi yangu, kila mmoja aridhike kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amemkadiria yeye, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amempa yeye. Na ukiwa ni mwenye sifa ya kuka, ya kuridhika, basi wewe utakuwa ni miongoni mwa wale wenye sifa za uchamungu kama alivyosema Alimamu Ali katika maelezo yake, walqanaatu lilqalili, miongoni mwa sifa za mchamungu ni kuridhika na kile kidogo ama kichache ambacho mwenyezi mungu anakuwa amemkadiria mja huyo. Kwa hiyo katika upande wa riziki, riziki ambayo mungu amekukadiria, ridhika nayo. Cheo ambacho Mungu amekukadiria ridhika nacho. Hali ambayo Mwenyezi Mungu amekukadiria kila unapopambana, ndiyo hali hiyo hiyo, ridhika nayo, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ndiyo amekukadiria kiwango hicho, ama saizi hiyo, ama riziki ya namna hiyo. Lakini kinyume chake, wa illa lamtarba bima kasamtuhu lak, na ikiwa hautaridhika kwa yale ambayo mimi nimekugawia kwa riziki ambayo nimekukadiria fawaizzati wa jalali, na naapa kwa nguvu zangu na utukufu wangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa, na Mwenyezi Mungu haapi isipokuwa, anachokiapia ni kitu kizito na kikubwa zaidi na kama ni adhabu basi ni adhabu kali, na kama ni rehema basi ni rehema iliyokuwa kubwa mbele yako. Sasa Allah anaapa, ikiwa hautaridhika kwa yale ambayo nimekukadiria, kwa kile ambacho nimekukadiria, fawaizzati wa jalali, na hapa kwa nguvu zangu, na hapa kwa utukufu wangu, la usalitana alaika addunia tarkudu fiha ratbal lbuhushi fi lbaria, nitakusogezea dunia nitakudhalilishia dunia, nitakupa dunia yote unachokitaka wewe nitakupa. Tena katika kukupa kwenyewe utahangaika, utapaparika, kama vile unavyowaona wanyama wanavyopata shida wanapokiona chakula chao au wanapoona majani. Tena kushida yenyewe utakula, utapata na hautaridhika. Dunia unaitaka nitakupa, na nitakapokupa basi hautaridhika thumma la yakunu laka minha illa ma qasamtuhu laka, kisha hautapata zaidi ya kile ambacho mimi nimekugawia zaidi ya kile ambacho mimi nimekukadiria wewe. Wa kunta indi madhmuma, na wewe mbele yangu mimi unakuwa ni mwenye kupata dhambi na ni mwenye kupata lawama na ni mwenye kupata shida hasa siku ya kiyama, kwa sababu haukuridhika, haukutosheka na kile ambacho mimi nimekupatia. Kama ilivyonukuliwa ndani ya Qurani, Allah akasema, man kana yuridu harfa al-akhira nazile lahu fi harfihi, yeyote yule ambaye anayetaka vuno la akhera, anayetaka thawabu, anayetaka malipo mazuri mbele ya Allah, basi nazidi lahu fi hadhihi, tunamzidishia malipo hayo, tutampatia malipo hayo ya akhera kwa jitihada ya matendo yake mazuri na rehema zangu mimi, mola wenu wa man kana yuridu harda dunya na yeyote ambaye anataka anapupa ya kupata mavuno ya dunia kupata dunia basi, nutihi minha, tutampa dunia hiyo. Na Allah akishampa dunia hiyo nini kinatokea? nutihi minha wa maalamu fil tutampa dunia tutampa anachokitaka katika dunia hiyo, lakini akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala hana fungu, hana chochote zaidi ya adhabu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mimi na wewe tunapaswa kutosheka na yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametupangia, riziki ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametupatia, ili mbele yake yeye Allah tabaraka wa taala tuwe ni wenye kutukuka, tuwe ni waheshimiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Atujalie tuwe ni wenye kuridhika, lakini tukiwa hatuko kwenye kundi la wale wenye kuridhika, basi malana fil akhirah, hatuna chochote akhera, isipokuwa tutakachokipata akhera ni adhabu na lawama mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Allah ameendelea kuzungumza ndani ya hadithi al-Qudus, yabna adam Ewe mwanadamu, khalaktu samawati sab'a wal ardh, mimi mola wako nimeumba mbingu saba na nimeumba ardhi saba walam aya bikhalkihinna, na wala sikupata tabu, sikupata uzito, sikupata shida katika kuumba mbingu hizo saba na ardhi saba wewe, ambaye unalalamika riziki ngumu unashinda katika maisha haya, hakuna chochote unachokipata. Yawezekana kuna sehemu ambayo wewe umefeli. Sikiliza maneno haya Allah ya Allah ndani ya hadithi al-Qudus, Allah anasema ya ibna adam, e mwanadamu, khalaktu lsamawati lsabi walardi, nimeumba mbingu saba na ardhi saba, walam aya bikhalqihinna, na wala sikupata taabu katika kuumba mbingu hizo, wala sikupata taabu katika kuumba ardhi hizo na kaumba ardhi na vilivyomo ndani ya ardhi, na kaumba mbingu na vilivyomo ndani ya mbingu, wala Allah hakupata tabu. Allah anasema ayatabni raghifa anshi, hivi nitapata tabu mimi kukuletea wewe chakula chako kidogo tu, kukuletea wewe riziki yako ndogo tu, kukuletea wewe mkate wa maandazi? Mimi Allah kinishinde hicho? Nimeweza kuumba mbingu saba nimeweza kuumba ardhi saba nishindwe kukupa rizki ndogo tu ya kukutosha kula wewe kwa siku moja siku mbili miaka yako yote. Na siku moja mbele ya Allah tabaraka wataala ni miaka alfu hamsini. Sasa Allah atashindwa kukupa rizki ya miaka yako sabiini miaka yako sitini miaka yako ishirini miaka yako kumi? Allah atashindwa na kaweza kuumba mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo ndani yake? Jawabu ni kwamba hapana, Allah ashigi. Na ikiwa maisha yako ni magumu, basi amri yake ya kwanza, ama jambo lake la kwanza alipolisema, basi wewe ni mwenye kulikosa na kulifanya. Allah alipoanza tu amesema, khalaqtuka liibadati, mwanadamu nimekuumba kwa sababu ya kuniabudia, nimekuumba kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo ibada zangu umeziacha na ikiwa ibada umeziacha basi uwezekano wako yawezekana ukawa ni mdogo ama ukawa ni mkubwa. Na ukiwa ni mkubwa basi, tambua Allah anakupa ili ukaipate adhabu vizuri. ya ibn Adam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema ndani ya hadithi al-Qudus. Ee mwanadamu, la tas'alni rizqan ghadan kama lam atlubu minka amalan ghadan. "Usiniombe mimi rizki kwa ajili ya kesho." Wajibu wangu mimi kama Mola wako, na ujua, usiniombe rizki mimi kwa ajili ya kesho, kama vile ambavyo mimi sikutasitaki kwako, kwa wewe, sikulazimishi wewe kufanya kazi kwa ajili ya kesho, kufanya amali kwa ajili ya kesho. Lakini hapa haina maana kwamba wewe ushindwe kujiwekea akiba yako kwa ajili ya kesho yako, hapana. Unaweza ukajiwekea akiba yako kwa ajili ya kesho yako, lakini kesho yako yenyewe wewe huijui. Anayejua kesho yako ni Allah. Utapanga mambo yako leo, kesho unaamka, mambo yako yote yanavurugika. Utapanga kesho utafanya nini na nini, lakini Allah anachukua nafsi yako leo hii kila unachokifanya kifanye kwa yakini, kwa ithibati, kwa usahihi, kwa ajili ya leo yako na kwa ajili ya kuisafisha jana yako, kwa sababu kesho yako wewe huijui. Kesho iko mbali, hakuna anayejua kesho atakuwa vipi. Sasa kama hujui kesho utakuwa vipi, kila unachokifanya basi kifanye kwa ajili ya leo yako, kisafishe, kifanye kwa ajili ya kuisafisha jana yako, ili inapofika kesho kama kesho yako itafika hali ya kuwa umeondoka katika ulimwengu huu basi uko unapokwenda uende hali ya kuwa umesafisha njia. Na kama kesho yako itakukuta upo hai, basi kukute ukiwa ni msafi, umetakasika na adhabu za Mwenyezi Mungu, umetakasika na hasira za Mwenyezi Mungu, lakini pia kuna akiba ambayo uliweka kwa ajili ya siku hiyo ambayo imekukuta. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Usiombe riziki kwa ajili ya kesho, anasema hivi lam lam ansa marasani, kwa sababu mimi mola wako simsahau yule ambaye ananiasi mimi. Wanaomwasi Allah tabaraka wataala anawafungulia, na sote ni mashahidi, wapo maasi aina mbalimbali wanafanya machafu aina aina mbalimbali wanafanya biashara chafu za aina mbalimbali, lakini Allah tabaraka wataala anawapa. Ikiwa wale Allah anawapa u yule ambaye mimi ananitii, maanake kama yule anayeniasi nampa, wewe ambaye unanitii, wewe ambaye unajitahidi katika ibada zangu basi na mimi nitakupa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anayazungumza haya ili kutuonyesha kuwa yeye Allah hashindwi kutupatia riziki, hashindwi kutuhudumia, hashindwi kutulea. Anaweza, lakini wakati mwingine hupewi Wakati mwingine ni mtihani, hakupi. Wakati mwingine anakuzindua ulipo sipo, rudi katika msimamo ili upate kwa wepesi. Wakati mwingine ulipo huko siko, lakini Allah anakumiminia rizki huko huko, ili siku ya Kiyama ukakutana naye vizuri, ili akakupe adhabu vizuri. Kwa hiyo, Allah anasema yabna adam, e mwanadamu, khalaqtu samawati sab'a wal ardh nimeumba mbingu saba na ardhi saba, walam aya bikhalqihinna, na wala sikupata si tabu, sikupata shida katika kuumba mbingu saba na ardhi saba saba. Na ikizungumzwa mbingu saba na waliomo na vilivyomo katika mbingu hizo, mbinguni kuna mambo mbalimbali, kuna vitu chungu mzima Allah ambavyo kaviumba na wala hakupata tabu katika kuumba vitu hivyo na katika ardhi kaumba vitu vya kila aina. Kila alichokiumba ardhini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupata taabu katika kukiumba kitu hicho. ayata'abni raiahi, hivi mimi mtapata taabu kukuletea wewe riziki, chakula, mavazi, fedha ambayo wewe nikuletea utapata nguvu ya kuniabudia utapata nguvu ya kufanya mambo mbali mbali ambayo yamependeza. Mimi mola wako nitashindwa kweli jambo hilo? Jawabu ni hapana. Mwenyezimungu subhanahu wataala hapati tabu katika hilo. Rizki yako asuulu ilaika biduni tabi. Mwenyezimungu subhanahu wataala rizki yako atakusomezea, basi na shida ya aina yoyote, basi na tabu ya aina yoyote, ikiwa utashikamana na yale ambayo yeye mola wako anayataka ikiwemo ibada kama alivyotangulia kusema khalaqtuka na ibadati, nimekuumba kwa ajili ya ibada. Fala talab usicheze, usifanye mchezo, pambana katika ibada. Kisha akasema wa qasamtu laka, baada ya kuwa unafanya ibada, wa qasamtu laka riskuka, na tayari nimekushatengea fungu lako la riziki, nishakusogezea riziki yako, nishakuandalia riziki yako. Fala tata, wala usipate tabu Ukifika muda wa ibada, kafanya ibada, riziki yako ipo kwa kila mwanadamu. Riziki yake ipo na Allah tayari anakushiaandaa. Na akasema tena Allah ya ibn adam la tasalni riziki rati, usiniombe riziki mimi kwa sababu ya kesho, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wataala wajibu wake anaujua, kama alivyosema huko mwishoni, fa inni fainni lam ansa man asani, mimi simsahau yule ambaye ananiasi Fakaifa man ata'ani, vipi nimsahau yule ambaye nini, anamtii. Ikiwa unamtii Allah tabaraka wa taala, tambua riziki yako ipo na Allah amekupangia, na utaipata riziki yako. Basi na tabu ya aina yoyote hukupata basi ni kadari ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekukadiria, na watakiwa ushukuru kwa kusema alhamdulillah ala kulli hal Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali, kwa hali yoyote ile umepata, sema alhamdulillahi lladhi bi ni'matihi katimu salihat. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema yake basi, mambo mazuri, mambo mema yanatimia kwa neema zake yeye Allah tabaraka wataala. Sasa Allah anaendelea kusema kwa kusema, wa ana ala kulli shay'in qadir, na mimi Allah juu ya kila kitu nimekadiria. Allah amekadiria upataji wako na Allah amekadiria wewe kukosa. Unapokosa ni kadari ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekadiria, na unapopata basi ni kadari ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukadiria lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akamalizia maneno yake mazuri kwa kusema yabna Adam, ewe mwanadamu, ana laka muhibu, mimi kwako wewe ni kipenzi, ni kipenzi chako, fabihaqi alaika kulli muhiba yani bimana antakuna li muhiba, basi ni haki kwako wewe mwanadamu kuwa kwangu kwa mimi ni kipenzi mimi ni kipenzi chako wewe mwanadamu, basi na wewe mwanadamu uwe ni kipenzi changu. Sasa ikiwa wewe ni kipenzi cha Allah na Allah ni kipenzi chako, vipi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakunyima riziki? Vipi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakunyima tonge? Hapana, ukiwa ni kipenzi cha Allah basi Allah tabaraka wa taala kama alivyosema, atakupa kwa sababu wewe ni kipenzi chake na kama haukupata basi ni mtihani, na unapopata mtihani basi tambua ni miongoni mwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu watu wenye kupata mitihani mikubwa zaidi ni manabii wakitoka manabii basi ni wale masahaba, wakitoka masahaba ni wanawazuoni, wanawazuoni wanawapata wanawazuoni, basi mpaka wale ambao wanajitahidi katika ibada pia ni katika watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda na anawapima kwa mitihani mbalimbali mbali. Kama alivyotangulia kusema ndani ya Qur'ani walanadeluannakum bishaii min alhaufi waljue wanaqasin min alamwali walanfusi walthamarat wa bashir as sabirin, nitakupeni mtihani kwa kitu tu kidogo. Mtihani mmoja wapo hofu, kama kipindi ambacho kimepita tulipata hofu, ni mtihani ambao Allah tabaraka wataala ametupa, wal ju'i, na njaa. Mwenyezimungu subhanahu wa taala atakupa pia mtihani wa njaa, pia atakupa mtihani wa kuondokewa, wa kufiwa mke, watoto, mume, baba, kaka, ndugu, jamaa na marafiki. Mungu ataleta mtihani wa kutokuwepo na mazao kama vile matunda na vyakula mbalimbali. Hii ni mitihani ambayo Mwenyezimungu subhanahu wa taala ameiweka kwa hiyo wakati mwingine katika riziki yako Mwenyezi Mungu anaweza akakupa mtihani kwa kuto kupata riziki ili upate njaa kidogo urudi katika mstari. Lakini wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale wenye kuwa na subira. Lakini kwa kumalizia na kwa faida moja tu, ikiwa riziki yako imekuwa nzito, ikiwa una ugumu wa maisha basi Mtume sallallahu wa alaihi wasallam ametuhimiza tudumu katika istighfar. Unapofanya istighfar basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakurahisishia katika riziki yako. Riziki yako utaipata kwa wepesi kwa kupitia istighfar. Sema astaghfirullah wa atubu ilaih. Na kuomba msamaha Mwenyezi Mungu na ninatubia kwake yeye. Basi Allah Tabaraka wa Ta'ala atakufungulia riziki yako kwa kukithirisha kuyasema maneno haya ya kuomba msamaha. Au sema astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Na muomba msamaha Mwenyezi Mungu ambaye hakuna Mungu isipokuwa yeye, ambaye ni wa milele, hafi. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye, namwomba yeye msamaha na ninatubia kwake yeye. Basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa kupitia maneno hayo ya kujidhalilisha kwake yeye na kujishusha kwake yeye, basi Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kufungulia. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wamefunguliwa katika riziki zao na tupate riziki basi, na taabu ya aina yoyote na shida ya aina yoyote, kwa kila mwenye sababu basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amfungulie kupitia sababu aliyokuwa nayo, na wale ambao hawana vyanzo vya kupatia riziki basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala